kuchangia na na wote waliokuwa wameshiriki, wote pia wamechangia, yule refari, yule aliyokuja katika jukwaa, mashabiki, waandishi habari, wote wamechangia elimu tima, hivo fanya. Tumeona wameshiriki takriban dakika 80 za mchezo ndani ya uwanja, lakini umekosa mkono wa penalty, labda unazungumziaje? Hayo yote ni matokeo katika mpira, na ukiangalia kuna uh, Saibangu hapa pembeni aliniambia bwana <laughs> simeonekana kwamba kuna tatizo ya wachezaji kubadilishwa, mwenzago wafanya sabu vizuri, yo imekaja kwamba wahewachezaji <laughs> walikuwepo lakini, tulikuwa tunataka tulikuwa tunataka kile kikosi ambacho tutaweza kupambana na Timu Samatta, na heshimu sana uh, uwezo wa Samatta. Samatta ni mchezaji mwenye kiwango cha juu kama ulivyoona nakiisha kipoichetu vizuri tu, sio tu Samatta, kuna grandifuva na wachezaji wengine wapo wengi. Kwa hivyo nikajua yeye ni mwana sports, unajua mimi nikiwa na nashindana na mtu ni naangalia nani anashindana naye, ikika mwana muziki mwenzangu nikunyeshaa mzigi. Kwa hivyo yeye anajua viwango wa wachezaji ambao walikuwa

wakamua kuchangia wengine ameamua kujitolea kuja kushiriki katika mchezo huu. Kwa hiyo niwashukuru wote ambao walikuwa hapa na ambao labda walitaka kuwa hapa lakini hawakupata nafasi ya kuwa hapa. Mchezo kama kama jinsi tulivyoona. Ah, Ali alichagua watu ambao alikuwa anaona waweza kumpa ushindi. Hiyo ni kawaida hata makocha wanafanyaga hivyo, wanafanya mistake hivyo waana, na mimi nilichagua watu ambao nahisi wanaweza kunipa ushindi na ambao wamefanya hivyo. Kwa hiyo ni game, nafikiri ilikuwa ni tactic game, kuna kushinda. Kwa hiyo, mana, Ali, mbovu, uzuri, na kushindwa timu yangu imepata ushindi kwamba timu ya Ali ilikuwa mbovu. Hapana, alikuwa na timu nzuri, na kipindi cha kwanza nafikiri walikuwa wamekimiliki muda mrefu, lakini mwisho wa siku mimi nipata ushindi. ni game. Ni jinsi gani unaweza kubadili mchezo na kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo, cha muhimu ni kwamba watu wamelipokea vizuri wamekuja na tumeshirikiana pamoja kwa hiyo nafikiri I'm proud of everybody mara baada ya kwa nyuma kwa takriban mabao mawili kwa sifuri inaonekana kama ku, ku, kuangaika zaidi uwanjani kuchanganyikiwa unazungumziaje kama tungechanganyikiwa tusingeweza kupata ushindi mimi nasema tuliweza kutulia, na kutulia na kutoka siijisikupata ushindi <tifteen> kwa hiyo po... hatukuchanganyikiwa kucha, atu wala hatukuangaika